Biashara ya kubadili fedha bila leseni huonekana rahisi na yenye faida, lakini nyuma yake kuna hatari za kisheria, kupoteza fedha na athari kwa usalama wa mfumo wa kifedha wa taifa. Rai hiyo imetolewa na Mwile Kauzeni ambaye ni afisa mwandamizi mkuu kutoka kurugenzi ya usimamizi wa sekta ya fedha BOT wakati alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kwenye viwanja vya Usagara jijini Tanga, kunakofanyika maadhimisho ya Wiki ya Huduma za Kifedha Kitaifa. Ni kosa la jinai mtu kufanya kazi ya huduma ndogo za fedha bila kuwa na leseni kutoka Benki Kuu, na ukitaka leseni ya Benki Kuu ni kitu virahisi sana, unaweza kufika pale kwenye ofisi zetu. Kuna document ambayo unatakiwa tuletee, ikiwemo memorandum, ikiwemo tax clearance, ikiweka certificate of incorporation, ikiwepo na minimum capital yetu ni milioni ishirini pia na vigezo vingine kuonyesha kwamba wewe ni Mtanzania au sio Mtanzania, utatuletea NIDA, utatuletea au passport, au cheti cha kuzaliwa. Serikali ilikuja na mfuko mfuko wa dhamana, mfuko wa udhamini wa mikopo kwa maana credit guarantee scheme kwa Kizungu au kwa Kiingereza, ambapo Mtanzania ambaye anahitaji mkopo lakini hana dhamana tosherevu anaweza akapata dhamana kwa mpaka asilimia 75. Wananchi waliotembelea banda la BOT wamepata elimu muhimu kuhusu huduma za fedha ikiwemo njia rahisi za kutambua fedha bandia na ushauri wa kufanya shughuli za kifedha kwa usalama. Pa, nimejifunza mambo mbalimbali, nimejifunza kutunza hela benki na nimejifunza fedha bandia zilivyo. Ukitaka ujue fedha bandia zilivyo, unaangalia ile fedha, unaweka kwenye mwanga ukisheka pale, unaangalia kwa mbali, unaweza ukaona picha ya Mwalimu Nyerere na ukimulika mwanga wa zambarau, unaweza ukaona katika ile mistari unaweza ukaona imeunganika na fedha ambazo sio bandia. Unaona, unaweza ukaona zimekatika. katika kitu ambacho sasa tumejifunza cha tofauti, baada ya kutembelea banda tumegundua kwamba kuna alama za mficho, hizo ndo ambazo alama. Hata wanafunzi pia wamefurahi kuona kitu kipya. BOT imekazia kufuatia sheria na kupata leseni kunasaidia kulinda fedha za wananchi kuongeza uwazi na kuimarisha usalama wa mfumo wa kifedha wa taifa. Kutoka Tanga, Raisa Said, Clouds Habari.